Habari ya asubuhi, mpenzi mtazamaji wa Channel 10, karibu na kualika kwa kipindi chako bora kabisa cha asubuhi. Kipindi cha Baragom live. Kipindi cha ngazia masuala ya siasa, uchumi, kijamii na mada kuu ya siku. Mada ambayo tutafanya tuzungumze pamoja mimi na wewe mpenzi mtazamaji. Hii lengo kubwa. Ni kupenda elimu taarifa katika jambo ambalo tunakuzungumza ama mada yetu ya siku ya leo tunakuzungumza kitu gani? Leo hii mada yetu tunakuzungumza ni kupatwa kwa jua. Mpenzi mtazamaji, leo hii dunia yote iko Tanzania kule rudeo rujewa wakitaka kushuhudia nini kinatokea mara baada jua, mwezi na dunia kuwa katika mstari mmoja, wakati mwezi huo utakuwa katikati ya jua na dunia, na mwezi kuweza kuifunika dunia, hapo ndipo tunasema kwamba kupatwa kwa jua na dunia inakuwa katika kiza, kiza totoro. Uh, hili litatokea leo hii tunaambiwa ni takriban saa nne hivi, saa nne asubuhi hivi na kadhalika. Itatokea oh, oh, oh. Haya, naambiwa kwamba itatokea. Ni mtafute mtaalamu wangu ambaye ninategemea ah, nizungumze naye asubuhi hii ya leo, tuweze kunenda nasi juu ya hili ambalo oh, oh, oh. Okay. Kimsingi nategemea kumpata, kumpata kuzungumza na Dr. Mwaziri kutoka Open University, chuo kikuu huria cha Tanzania, kuweza kuzungumza naye juu haya ambayo anaweza kuendelea huko eh, maeneo ya Rudewa nime kama ilivyosema awali dunia ipo huko ingizungumza mezani kwangu hapa ni na magazeti kadha wa kadha imezungumza juu ya tukio hili. Kumbuka leo hii niko peke yangu hapa mezani sina mgeni. Hii ni kutokana na wataalamu wengi kuelekea huko kwenda kushuhudia tukio hili uh, lakini naja kuangalia namna gani kukuetea uh, kipindi cha moja kwa moja kutoka uh, huko Rudewa na nitakuwa hapa nikiwa natoa maelezo na wataalamu mbalimbali ambao tutawapata mpaka itakapofika saa nne tukifanikiwa kupata wataalamu basi tutakuwa live kutoa elimu ya kutosha hivyo ni wito kwa wanafunzi wa shule ni vioni hasa wale wanafanya jiografia na sayansi kuwasikiliza wataalamu wamezungumza juu ya hili uh, tukio kubwa kabisa la kutokea kwa kupatwa kwa jua kumbuka ikitokea sasa, tunaambiwa kutokana na wataalamu kwamba itatokea tena mwaka 2031 inawezekana mimi na wewe tutakuwepo, lakini ni vema tukaacha historia, tukaacha elimu kwa vijana wetu ambao tutawaacha hapa katika dunia, katika uso huu wa dunia, waweze kujua haya matukio yanapotokea, yanajue kitu gani ni vema. itapofika saa 4, basi ukae katika runinga yako kutegea, tukiamini kabisa kwamba tutakuwa tuna wataalamu ambao ambao hawajapata bahati ya kusafiri kwenda huko, wako hapa mjini Dar es Salaam, waweze kukaa mezani, tukaungana moja kwa moja na na timu nzima ya Channel 10 ambayo iko huko kutupatia hilo tukio, watu wote waweze kuliona. Kumbuka, inawezekana sisi Watanzania tukaichukulia poa, wanasema tuta mjini tukachukulia, ah, si hiyo kitu cha kawaida, lakini ni tukio kubwa, dunia yote wamesafiri, vyombo vya habari vimekuja hapa Tanzania ili kuhakikisha kwamba, uh, watu wao katika nchi husika wanakotoka waweze kuliona tukio hili. Sasa nitashika gazeti moja baada ya nyingine, na hapa nina gazeti la Tanzania Daima, ukurasa wake wa pili, wanasema rejewa, rujewa, rujewa yafurika kupatwa kwa jua leo hapa kuna tamko matamko mbalimbali ambayo yamezungumzwa na kuna kauli za wazee wamezungumza, kuna tamatanapa na wafungua milango ya, ya hefu, wanasema viongozi wa dini na wamezungumza. Itapofika kipengele hiki cha viongozi wa dini, nitaongea na kiongozi wa dini kwa njia ya simu moja kwa moja, ambaye nitakayempata kwa haraka sana ndiye atakayenishirikiana na mimi kuzungumza nami asubuhi ya leo. Lakini katika gazeti gazeti hili la habari leo, tunazungumza kwamba kupatwa kwa jua ishara ya kukubalika uongozi wa JPM. Eh, sio maneno yangu mimi, haya ni gazeti hili hapa na, na doas aliipitia asubuhi ya leo. Anasema kwamba kupatwa kwa jua ishara ya kukubalika uongozi wa JPM ni neno la wazee wa mila mbalali. Eh, watachai, watachinja ng'ombe kwa shukurani. Ah, namna gani unaona? Hii habari inapatikana ukurasa wa pili. Ni tegusa kidogo mawili matatu pale ili upate highlights. Kumbuka, ya kile tunafanyika. Kumbuka, ile utakua sehemu ya kipindi cha kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi, maana nitaposema ufanye hivyo, nione unafa, una fauna. Una elimu gani e, juu ya kupatwa kwa jua? Nini mtazamo wako? Unapokea vipi? Kumbuka kuna maono tofauti tofauti yanagongana. Kuna wale wa dini wanasema namna gani, kuna watu wa miraa wanasema namna gani, lakini wana sayansi nao wanazungumza juu ya hili. Nisome hapa kidogo. Sasa hivi, maelfu ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali nchini e, e, nchini na nje ya nchi wamefurika katika mji mdogo wa Rujewa mkoani Mbeya kushuhudia tukio la kupatwa kwa jua leo. Tukio hilo la kihistoria litaonekana li, li, vizuri katika ukanda wa kusini ambako wamesababisha msongamano mkubwa wa watu wenye, kwenye mji huo na viunga vyake kuwepo kwa tukio hilo litachukuliwa muda wa takribani masaa nne saa nne kumesababisha nyumba za wageni katika mji huo zijae, huku wengine waki, wakikosa sehemu za, za malazi na kunua uh, kuamua kurudi jijini Mbeya nisome sasa kauli za wazee. Wazee wanasema nini? Sikiliza hii hapa, nao wazee wa kimila wilayani Mbalali Mbea wamesema siku moja kabla ya tukio la kupatwa kwa jua au mwezi hufanya, hufanya matambiko. Wazee hao walisema kupatwa kwa jua ni tukio linalotokana linaloto na saya, sayari za Mungu, sayari za Mungu alipo alipoomba dunia lakini kwao kulazimika kuchinja ng'ombe dume mweusi kama ishara ya kumwomba Mungu. Tunachinja ng'ombe mweusi na lazima awe dume e, tukimwomba Mungu, kama kuna heli atulinde, na kama shali atuepushe mbali. Tunafanya tambiko kwa kumchinja ng'ombe huyo kwenye eneo maalum la matambiko, alisema katibu wa mila kutoka Mbalari Sangu, mwana, swi, swi, swintwa, mwana sintwa Mwangoto mwenyekiti wa kabila la, hilo la Shomari chekechea cheke cheke cheke alisema muda ambao wataalamu wamesema utatumika kupatwa kwa jua, wao wow, wataf, watafanya dua na kumwomba Mungu na kuliombea taifa ili kuepusha shari zinazoweza kutokea. Hao ni wazee wa mila wanazungumza chi kitu, lakini sikiliza hapa. TANAPA nini? TANAPA nini, wanasema nini? TANAPA wanasemaje? Nalo shirika la hifadhi ya taifa TANAPA linafungua lango kuu jipya la kuingilia kwenye hifadhi ya Luaha katika bonde la oevu la Elf mkoa um, wa Mbeya kuwa ku, ku, ku, kivutio cha utalii. Meneja mawasiliano ya TANAPA Pasco Sherutete alisema bonde oevu la Hef ambalo limehifadhiwa kwa kiwango cha juu na shirika hilo, baada ya wafugaji kuondolewa na baadhi ya vijiji kuhamishwa, sasa lina sifa zote za kiutalii. Sasa tunafungua lango kuu Ikongo Ikonga kuingilia hifadhi ya taifa ya Ruaha kutokea mko wa Mbeya, takribani kilomita 50 kutoka barabara kuu kufika Hefu ambako amb imekuwa na idadi kubwa ya wanyama na mandhari ya kuvutia watalii, alisema. Uh, Shalutete alisema Tanapa wameamua kutumia siku le ya leo ya kupatwa kwa jua ili kuhamasisha watalii wa ndani na nje ya nchi kufika u... kwa urahisi kwenye hifadhi hiyo kwa kuingilia kwenye lango la Iringa na Ikonga mkoa wa Mbeya. Sikiliza hiyo eh? mhifadhi wa utalii hifadhi Ruaha tu Tindanga Mdoe amesema kufunguliwa kwa lango la Ikonge kuingia Kui ihefu kumetokana na jitihada kubwa za kuimarisha miundombinu ya usafiri barabara na matumizi ya uwanja wa ndege ya Songwe utakaofanywa watalii wengi kufika kwa urahisi kwenye hifadhi hiyo. Yeah. Sikiliza sasa hapa viongozi wa dini wanasema nini juu ya tukio hili. E, nitapokuwa nazungumza hili nitamtafuta pia kiongozi wa dini naye azungumze kadhaa juu ya haya mambo. Anasema wakizungumza viongozi wa dini, wakizungumza na Tanzania Daima, baadhi ya viongozi wa dini walieleza wali kushangazwa na baadhi ya watu kulitangaza tukio hilo kama sehemu ya utalii ama sherehe badala ya kufanya ibada. Msemaji wa Jumuiya taasisi ya Kiislamu Tanzania Sheikh Rajab Katimba alisema tukio hilo ni dalili ya uwepo wa Mwenyezi Mungu, na kwamba watu wanatakiwa kukusanyika kwenye nyumba za ibada kufanya dua. Kuna swala maalum la kus, asani, kuna swala maalum ya kusufi inakuwa ha? na hapa kuna makosa ya uchapishaji inakuwa na rakaa mbili ambayo ndiyo inata, inata, inatakiwa kus, kuswaliwa pindi inapotokea tukio hilo namna hiyo ili kutu, kutukuza uwepo wa Allah, alisema Sheikh Kitimba. Alisema watu wasitumie fursa za kidunia hususan kwa kulitangaza vibaya tukio hilo kama sehemu ya kujiingiza kipato. Kupatwa kwa jua ni ishara tosha kwamba Mungu Uh, yupo na inatupasa watu tukusanyike katika kwa ajili ya kufanya ibada, lakini si kwa kutangaza kufanya utalii, alisema. Naye katibu, katibu mkuu wa taasisi ya maridhiano Tanzania mchungaji Oswald Mlei alisema uwepo wa tukio hilo inamaanisha Mungu anajionyesha kuwa yeye ni mkuu na mwenye uwezo. Wanadamu tumekuwa tukibadilisha maana ya matukio ya namna hii kila kukicha, haina maana kwamba iwe ni siku ya utalii kama navyofanywa, bali, bali ni siku ya kumshukuru Mungu, alisema na kuongeza, hiyo ni ishara ya kukumbushwa kuwa wanadamu kwamba kuna agano aloliweka Mungu, na ndiyo maana unaona anaunganisha dunia na, na mwezi e, licha ya kuwa wanasayansi wanabainisha kuwa wamegundua wao, lakini ukweli unabakia pale pale, alisema. Mpenzi mtazamaji, hayo ni maoni tofauti tofauti. Tumesikia wazee wa mila wanasema nini, lakini wakati huo huo tumesikia uh watu wa Tanapa wanazungumza swala la utalii. Lengo la utalii ni kwamba ni kukuza kipato, lakini watu wa mila wengine wamesema kwamba hii ni ishara tosha kabisa kuonyesha kwamba eh, katika gazeti hili nazungumza, gazeti la Habari Leo, wamesema kupata kwa jua ishara ya kubarika uongozi uh, wa JPM, e, ssaage

Nimekupigia ili tuzungumze kitu kimoja tu hapa hii, uh, tukio ambalo huko lujewa leo hey. Dunia inatazama imeelekea huko, uh, kuona kupatwa kwa jua e, niambie, katika mawaidha ya dini inasema nini? Hii tukio liko vipi? Karibu. Asante kaka Albert. Bwana nashukuru, kwanza kunikumbuka eh, na kunipa fursa hii kuweza kuzungumza na watazamaji wetu wa channel ten ndiyo eh, kulijadili tukio hili kubwa kabisa la kihistoria ndio, ambalo linaukusanya ulimwengu mzima kuijadili Tanzania kwa muda wa dakika chache zijazo ndio. Lakini niseme tu kwamba hili tukio mm, limezungumzwa sana kupitia mambo ya kisayansi ndio. Watu wanazungumza mambo ya solar eclipse, wanazungumza mambo ya ring of fire, wanazungumza kwenda kufanya utalii mm wanazungumza kupeleka wanafunzi kwa ajili ya kuwaonyesha tukio hili ndiyo. Lakini watu hawalizungumzi katika masala ya kiimani. Ni uchache sana watu wanazungumza katika hali za kiuchache sana, watu hawazungumzi kuhusu yale na imani, imani, imani inasema nini hili? <laughs> imani inazungumza kwa watu ambao wamesoma somo linaitwa eschatology. Eschatology ni somo linalozungumzia mambo ya end of times, mambo ya mwisho wa dunia. Ndiyo. Iko Islamic eschatology iko Christian eschatology ndio, yani huna wasiwasi kabisa kwamba tukio la kupatwa kwa mwezi wili Diyo, la jua ni mwanzo wa ishara kubwa za dunia kufika mwisho, ni mwanzo wa maangamizi yanayokuja kwa wanadamu. Uh, mbona nitisha shehe? ni sikutishi. Yes, kwa sababu ukisema kwenye Qur'ani yeah, sura ya ishirini na moja uh -huh. Mungu anasema aya ya kwanza kabisa. mm. Anasema baada, a'udhu billahi minashaitani rajim, iktaraba linasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun, maana yake kwamba imekaribia watu hesabu yao ya kiama, yani kiama kimekaribia wahum fi ghaflatin, na hali watu wako kwenye mughafala, wamesahau kabisa habari za mwisho wa dunia. Muhurizun, mm. alafu watu wana wanapuuza wana, wana sana habari za mwisho wa dunia yeah. Lakini pia Mungu anasema kwenye sura ya kumi yeah. yeah. na saba aya hamsini na nane kwamba hakuna mji wowote kabla kiama kijafika isipokuwa itaangamizwa, wa in min kariatin illa nahnu muhlikuha kabla yaumil kiyama. Kwa hivyo kwa aya hizi tulizo nazo ni dhahiri kabisa kaka Albert, kwamba kwa mtu aliyesoma islamic eschatology au christian eschatology na hali ya dunia ilivyo na ishara mbalimbali mbali za matetemeko ya dunia, mambo ya zimbunga, mambo ya siku kwenda mbio kuliko kawaida, tayari tuko katika kipindi hatari sana cha kuangamizwa na Mwenyezi yeah. Mungu, Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qurani juu ya tukio hili la kupatwa kwa jua anasema katika sura ya Kiama, inaitwa surati Lkiama, ni sura ya sabini na tano mm, aya ya tisa. Mm. Mungu anasema wajumia ash-shamsu wal walqamaru, mm, siku hiyo jua na mwezi vitakusanywa, kwa maana katika tukio la kupatwa. Mm. yaqulu linsanu yaumaizin aina almafaru Hmm. Siku hiyo watu watasema wapi pa kukimbilia? Hmm. Sasa ukiangalia hili tukio kaka Albert ee, na hali ya dunia, mimi nimebobea nim, nim, nim, nim, nim, nim, nim, nim katika mambo ya ya, ya end of time na na ishara zinazohusu za, za, za mwisho wa dunia. Mtu akiingia kwenye youtube akaandika zama za mwisho atakuta darasa zangu zaidi ya saba, watu wanatizama. hmm lakini hili tukio ni mwanzo wa matukio makubwa yatakayotokea baina ya Septemba mpaka Desemba mm. Septemba eleven ni ile tukio lilitokea mwezi wa Septemba ile mm. ile tukio la la la la la la la la Marekani WTC lilitokea mwezi wa Septemba. Ndio mwaka jana Waislamu wamekufa sana hija mwezi Septemba, ilikuwa tarehe ishirini na nne yeah na mwaka huu watu wako vija, kuna mambo ya vita vya tatu ya dunia, kuna mambo ya new world order, kuna mi- kuna mambo makubwa makubwa kaka, but muda ni mdogo tu, mm. ambayo mwasili yake na mwanzo wake ni tukio la kupatwa kwa mwezi ambalo limezungumzwa hata na vitabu visivyokuwa hivi Qurani, mm. hata katika Biblia imezungumzwa hivyo hivyo, kupatwa kwa mwezi, matukio yatakuwa mm. mengi, matetemeko ya ardhi, limepiga tetemeko juzi Italy, zeitali mm. limeua watu mm. vimbunga vinaua watu kila siku. Kwa hivyo aya ya bwana, tusizungumze mambo ya sayansi, watu wamrejee Mungu Imefika mwisho kaka Albert... ah, sasa katika mazungumzo tukizungumza hapa tulikuwa uh, tunazungumza juu ya kuwa ya kuabudu moto na moto tunaambiwa mm. ni chanzo chake ni jua. Ni hivyo kuna watu wengine ambao wanaabudu jua, na je unachoniambia swala hili la kuna kuangalia jua kule kukusanyika, je, inawezekana ni ishara mojawapo ya kuabudu jua ama nini? Amizungumzia karibu. yes, yes, yes i na zito kwa sababu kabla dunia haijafika mwisho hmm, kutakuwa na utawala wa shetani duniani. Shetani kama ilivyoasisiwa utawala wake na Nimrodi baadaye hmm, akaja kusimamisha tena na mtu mmoja anaitwa Nebukadnezar kabla ya ujio wa, wa Yesu Kristo mwokozi wa mbingu, mwokozi wa dunia, kabla ya ujio wa Isa bin Mariam lazima utatanguliwa na utawala wa kishetani ambao mungu wa hau utawala wa shetani atakuwa ni jua. Kwa hivyo watu wanaofurahia zaidi masuala ya solar eclipses, masuala ya lunar eclipses, mambo ya kupatwa kwa jua na kupatwa kwa mwezi hizi ni ishara za watu wa Babylonian kwao ni furaha, lakini kwa watu wa Mungu wao, hilo ni tukio ambalo ni ni ni ni ni tukio baya la maangamizi, ni tukio la kuonyesha kwamba ni nafasi sasa ya watu kwenda kuumia, kuumizwa na shetani hmm. Kwa hivyo jua kupatwa, jua ndiyo mungu mkubwa wa shetani. Ha, umesema kwamba watu wakimbilia misikitini, watu wakimbilia makanisani kwa ajili ya kufanya toba ya kweli. Ha, kuna watu ambao hawaamini katika msikiti na wale ambao hawaamini katika kanisa, lakini wao wanafanya matambiko. Nini kauli yako kwenye hili? mimi nawashaa kwa sababu binadamu kila mmoja ana maamuzi ya kufanya maamuzi. Katika Qurani Mungu amesema, sura ya hamsini na nane, kuna hizbullah, kuna kundi la watu wa Mungu. Watu wa Mungu ni wale wanaoabudu visivyoonekana. Tunaamini Mungu yupo, tunaamini malaika wapo, tunaamini kuna moto wa jahannam utakaochoma watu, kuna tunaamini kuna pepo, bustani nzuri za watu wema peponi, paradise. Hivi vitu vyote tunaamini, hatujawahi kuviona mm. hilo ni kundi moja lakini, kuna kundi la wapagani ambao wanaabudu jua ndio Mungu wanaamini mizimu, wanaamini mawe, wanaamini mashetani. Hawa nao ni kundi lao. Sasa sisi tunawaamini visivyoonekana, tuwashauri hawa watu, kwa sababu mbingu na ardhi zimeumbwa na, na Mungu. Mungu ndiye anayeleta ma, maji mvua kutoka mbinguni. Mungu ndiye anaendesha hili jua, haiwezekani watu waende kutambika kufanya nini? Hizi ni imani ambazo ni za watu ambao hawajajua, hawajatumia akili zao vizuri, za kipagani. Kwa hiyo mimi niwashauri watu wote tumrejee Mungu wa mbingu na ardhi, yeye ndiye aliyetuumba. Falyanzuru al-insanu mimma khuliqa, kila mmoja atizame namna alivyoumbwa ni ni ju, jua linaweza likakuumba? Miezi tisa umekaa tumboni miezi tisa, ulikuwa mdogo umekuwa. Mbingu zinakwenda usiku na mchana, nani anaendesha hivi vitu vyote kweli? Jua linaweza likaendesha? Je, miti inaweza ikaendesha? Masanamu anaweza akaendesha? Masanamu anaweza akasababisha mtu akakaa tumboni miezi tisa mpaka akawa mtu? Masanamu anaweza akatoa uhai wa mtu? Kwa hivyo hizi imani hazina msingi ni swala la watu kuwaelimisha na kuwaongoza waweze kumrejea Mungu wa mbingu na ardhi aliyeumba kila kitu e, tunazungumzia kupatwa kwa jua huko rejeo. E, mpenzi mtazamaji. Sasa, kama leo, kama, kama, mpaka leo hii kuna watu bado wana, wana, wanatambika kama leo hii bado watu wanabudu jua, miti, na ninyi viongozi wa dini mpo, maanake kwamba hamjahubiri Qur'an takatifu hamjahubiri injili takatifu. Hii ndio maanake tuwarumu viongozi wa dini. Karibu. Hapana, hatuwezi kuwalaumu viongozi wa dini mm, kwa sababu kaka Albert, kila siku ya Ijumaa watu wanakwenda kuswali mm, kila siku za Jumapili watu wanakwenda kusali. Ukitizama katika programu za tv mbalimbali mbali, kuna vipindi vya dini, kuna vipindi vya dini zote mm. Kwa hiyo viongozi wa dini wote wanafanya jitihada kadiri nafasi zinapopatikana kuwaelimisha watu juu ya kumwabudu Mungu wao mm. Lakini swala la imani ni swala ni option sisi ni moral creatures. Sisi wanadamu ni moral creatures, ni viumbe ambao tuna utashi wa kuamua, na sisi Waislamu tumeambiwa katika Qurani, laikraha fi din, hakuna kumlazimisha mtu kumwabudu Mungu wake katika mm. bayana rushudu min alhay, katika upotevu na na, na, na njia iliyokuwa sawasawa vyote vimeshabainishwa. Kwa hivyo sisi tumeambiwa tukumbushe kwa maneno mazuri, maneno ya hikma maneno ya busara tuwakumbushe wanadamu wenzetu, kila anayejua amkumbushe mwanadamu wenzie, huenda katika kule kukumbusha akawa amefahamu, mm. Kwa hiyo viongozi wa dini kwa kweli wanafanya kazi kubwa, na tunafanya kazi kubwa, na tumeacha shughuli nyingi za maisha za nini, kwa ajili ya kulea wanadamu waweze kumfahamu Mungu wao. Kwa hiyo viongozi wa dini wanafanya kazi nzuri, lakini hakuna usimamizi wa sheria za Mungu sasa hivi duniani. Kwa hiyo huwezi kumchapa mtu au huwezi kumfunga mtu kwa sababu wamwabudu Mungu katika dunia tuliyonayo sasa. Hii ni dunia ya Babylonian ambayo inaendeshwa baada ya vita vya kwanza vya dunia katika mfumo wa kipagani. Kwa hivyo lazima mtu ana uhuru. Viongozi wanafanya kazi kubwa, lakini at the end of the day ni utashi wa mtu kufanya maamuzi ya maisha e, yake ya, ni, ni, ya ni, nikuulize ku, ni hili, kwa nini umetaja matukio yote yanangukia Septemba Septemba Septemba Eh? Mm. Ukija kuangalia mm. katule ajali nyingi Septemba Septemba Septemba. mm. Nini kwenye Septemba? Nini hasa siku kubwa kwenye Septemba? Septemba iko dini ya, ya ya watu wanaoabudia shetani ha. Kwa sababu Septemba kuna mambo ya, ya, ya, ya. Unajua 23 Septemba hmm. na kuna 20 kuna mwaka kuna tarehe 31 Machi ni miaka, ni miezi ambayo inahusisha masuala ya, ya ya ya ya kijua masuala ya, ya science ambayo yanahusisha na, ya na, na mzunguko wa jua mm. umenelewa vizuri mm. Sasa jua ndio mungu mkuu wa shetani mm. Nafahamu unajua una, unamfahamu mtu mmoja anaitwa Nimrod. Nimrod ndio mtawala wa kwanza wa dunia baada ya ya, ya, ya safina la Nuhu kuwa limeangamizwa mm. baada ya watu kuwa wameangamia wale watu wa kwenye safina la Nuu ambao walikuwa w semanini kwa mujibu mm. wa vitabu vyetu vya Kiislamu. Mji wa kwanza kujengwa duniani baada ya watu kuangamizwa ulikuwa ni mji wa Babilonian, mm. Iraki na Iran kwa zamani mm. Sasa, huyu mtawala wa kwanza alikuwa anaitwa Nimrodi au Namrud bin Kanaani. katika katika dini yetu ya Kiislamu huyu mm. mtawala alivyokufa, mm. mkewe anaitwa Semiramis alikuja akazaa mtoto nje ya ndoa anaitwa Tamuz. Sasa watu walikuwa wakimwabudu wakimwabudu Nimrodi kama mungu. Alivyokufa yule, mke wake akawambia, ajapa mungu wetu kaamia kwenye jua toka mm. wakati huo watu wakaanza kulifanya jua ndiyo mungu. Oh, kwa hivyo ni jua limekuwa mungu. Kwa nini? Kwa sababu asili ya shetani, niliwahi kuzungumza hapo Channel Ten mm. kwamba mashetani, asili ya shetani duniani ni majini mm. ibilisi ni dini mkuu ambaye bil la jini ni moto. Kwa hivyo unapoabudu jua mm. au kitu chochote chenye asili ya moto unautukuza ujini, unakuwa unatukuza majini, mashetani, mapepo yanayotesa watu mm. kwa kuabudia asili yake. Sasa, ustazi, ustazi Hamza, unanichanganya. Kwenye kwenye ibada zetu huku huwa tunakuwa kuna moto, tunaweka ubani. Sasa ile nayo ni sehemu ya kuabudu shetani moto si. ule unaweka moto pale, upo makanisani, kuna moto wanaweka ubani, wanachoma baadhi ya makanisa na huko sehemu nyingine tunachoma ubani kwenye kubariki ku, mambo yetu, moto wapo vipi? Ahe, unajua shetani alichokifanya kaka Albert eh, ameingiza zile Babylonian worship activities katika hmm, dini miongoni, hmm. mwa ishara kubwa za kuonekeza siku ya mwisho

Kuna masiku ujinga utapakaa sana duniani mm. Waliofau fiha la ilmu na ilmu ya kweli, elimu ya kweli ya dini itaondolewa. Waislamu wamekuwa na kasumba ya kwamba huwezi kufanya dua mpaka usome. Hakuna mahala popote katika Uislamu mm. ambako dua lazima isii, uweke ubani usome nini. Ni vitu vimetengenezwa tu katika imani na dini mm. ambavyo havina msingi wowote katika maandishi wala katika maandiko ya vitabu lakini watu kwa kuwa ni miaka mingi tumezaliwa tunakuta watu wanachoma ubani mm. wanachoma moto kwa ajili ya dua. Hizi zote ni ibada za kishetani. Unapochoma ubani mm. ni sawasawa na kuwakaribisha mashetani katika kisomo cha ja kumwabudu Mungu mm. kwa hiyo unahisi unamkaribisha Mungu au malaika, kumbe unawakaribisha mashetani mm. kama ukienda mahala ambako watu wanaumwa mashetani, wanapandisha mashetani, hakuna mm. shetani kitu anachokipenda kama ubani. Kwa hivyo kufanya dua kupitia kuchoma ubani sio sunna katika Uislamu, wala sio sio mafundisho ya Uislamu, ni vitu vimezushwa tu. Kwa hivyo ibada yoyote inayohusu kuchoma moto kufanya nini, hmm, haiko katika misingi ya imani za vitabu vya Mungu. Hata katika Biblia haimo. Haya ustazi, na, na, na mimi unafuatilia, upo karibu na televisheni, nitakusii ufuatilie baada ya mapumziko mafupi. Nitachia line za simu kupiga simu tuzungumze juu ya hili juu ya kupatwa kwa jua uh, tunazungumzia hapa leo kwamba dunia leo yote inaangalia inaangalia ujio wa Tanzania, Tanzania, Tanzani, tunapata kiki kupitia jua hili hili <laughs> <laughs> tuende mapumziko mafupi tafadhali, alafu mimi nitakutafuta. Kama kuna maswali naomba uyasikilize, basi tufanye tutumie teknolojia ya kuzungumza. Mpenzi mtazamaji, hiyo ni sauti yake Ustazi Hamza akiongea, mimi kutokea misugusugu pana auziko mafupi tukirejea, basi uh, utapata nafasi ya kupiga simu tuzungumze pamoja, na hii ni baragomrai